Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuweka mikakati ya ziada ya kulinda haki za watoto nchini. Aidha, mikakati hiyo ni kama ifuatavyo: kutekeleza mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa mwaka 2024 na hadi 2029 unaolenga kutokomeza ukatili kwa asilimia hamsini ifikapo mwaka 2029 kuelimisha jamii kuhusu sheria ya ulinzi wa mtoto. Mathalani, mtu anayekutwa na hatia na kumpata mimba mwanafunzi, adhabu yake ni kifungo miaka thelathini, na wazazi wasiolea na kutunza watoto, adhabu ni faini isiyozidi milioni tano au kifungo cha miezi sita au vyote kwa pamoja, na kuendelea kupe kuibua kampeni za kuelimisha jamii kuhusu haki ya watoto, mfano kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia wa mwaka 2023 hadi 2025, na pamoja na kuimarisha mkakati wa ulinzi na usalama kwa mtoto mwenye jamii, pamoja na madawati ya ulinzi na usalama kwa mtoto kwenye shule ya msingi na sekondari. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa Najma Mutaza Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, kwanza kabisa ni niwashukuru serikali kwa namna ambavyo wanafanyia kazi mambo ya ustawi wa jamii na kupokea mashauri mengi ya waheshimiwa wabunge ambayo tunayatoa. Hata hivyo, nina maswali mawili. Kuna baadhi ya wazazi na walezi bado wana tabia ya kuwaozesha watoto ambao hawajapea kifikra na hivyo kupelekea ndoa zao kutodumu. Je, serikali ina mpango gani au mkakati gani wa kuwafikia Uh, watoto hawa ili waweze kupata haki yao ya msingi ya elimu. Swali so, la pili, ili kwa mustakabali mzuri wa kudhibiti mporomoko wa maadili katika taifa letu. Je, serikali lini itaandaa sera ya taifa ya watoto na vijana ili kuweza kuweka mfumo ulio imara kwa wazazi, walezi na serikali kudhibiti mporomoko wa maadili katika taifa letu? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza napenda kumpongeza mheshimiwa Najma Giga kwa vile yeye ni mbunge kupitia Jumuiya ya Wazazi, basi ana haki ya kulinda na kukuza malezi ya watoto wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali lake la mwanzo linasema kwamba ni wajibu wa kisheria mzazi au mlezi kulea mtoto wake hadi anapofikia umri wa miaka 18 na sheria hii imetungwa na serikali, sura namba 13 eh, sheria ya elimu ya mwaka elfu mbili na mbili inamlinda mtoto kuhakikisha anapata elimu, lakini vile vile mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameelekeza ame, kujengwe shule za boarding katika mikoa yote ya Tanzania hai ni kwa sababu ya kuwalinda watoto wa kike waondokane na ukatili wa kijinsia ambao wanaopata katika jamii. Swali lake la pili, mheshimiwa, mheshimiwa mwenyekiti, Serikali inaendelea kutekeleza sheria ya mcho, sera ya mtoto ya mwaka elfu mbili na saba, ya mwaka elfu mbili na nane lakini sheria ya vijana ya mwaka elfu mbili na saba Hii ni kutokana na utandawazi ambao unaoendelea. Serikali inaendelea kubadilisha marekebisho ya sheria kadri tunavyokwenda kutokana na utandawazi na, ma, na tabia ya nchi ambayo tunaendelea nayo ili kuondoa mmongonyoko wa maadili katika nchi yetu. Asante sana Mheshimiwa naibu waziri.